Baba yangu na Mungu wangu ketie mbinguni mahali pa juu sana palipoinuka inuka. Ninakushukuru Bwana kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Baba yangu wa mbinguni ninakutukuza, ninakuinua, ninakubariki. Ninakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani e Bwana, kama neno lako linavyosema, Bwana mshukuruni, Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako zisizokoma juu ya maisha yangu. Asante Bwana kwa kunitunza na kunilinda. Asante kwa kunihifadhi. Asante kwa kunionekania. Asante kwa kunitunza Bwana. Asante kwa kuyahifadhi maisha yangu Baba, ninakushukuru Yesu, ninasema asante. Asante kwa wema wako Bwana, asante kwa uaminifu wako Bwana, asante kwa kunitunza na kunilinda Yesu. Sifa na heshima, uweza na nguvu vinawe Mungu wangu. Asante kwa wema wako usioisha. Asante kwa kunipa pumzi ya uhai Bwana. Imeandikwa ya kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana, na mimi nina kushukuru kwa pumzi ulionipa. Nina kushukuru kwa neema ulioachilia kwangu Bwana. Asante kwa ulinzi wako Yesu, ninasema asante kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, asante Yesu. Asante Mungu wangu, asante Baba yangu. Asante Jehova, asante Bwana. Baba, ninakushukuru kwa kunitunza mimi pamoja na familia yangu. Asante kwa kuwa upande wetu. Asante kwa kutuonekania na kututunza. Asante kwa kutubariki na kutuongeza. Bwana, asante Yesu, asante. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu. Ninakushukuru Bwana, ninakuinua kwa kuwa pamoja na familia yangu. Kwa kunilinda na kunitunza na kunihifadhi. Asante Bwana. Asante Yesu. Wewe ni mwema, Bwana. Wewe ni mwaminifu, Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante Bwana kwa fadhili zako ambazo hazikumi, hazikomi, na rehema zako Bwana ambazo ni mpya kila siku. Bwana nakushukuru. Asante kwa familia yangu. Asante kwa ulinzi. Asante kwa riziki. Asante Bwana kwa afya. Asante Yesu kwa kazi za mikono yangu. Ninakutukuza Bwana mwana, wewe Bwana hakuna aliye kama wewe wewe, ni chanzo cha kila baraka njema kwenye maisha yangu Bwana. Asante Yesu, asante, asante kwa kunitunza, asante kwa kunifadhili, asante kwa kunilinda, asante Bwana kwa rehema zako. E Bwana, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ni rehemu, Bwana nitakase, nisafishe, niondolee uchafu wote ndani yangu kwa damu yako takatifu. Neno lako linasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, utatuondolea makosa na dhambi zote. Yesu, ninaungama makosa yangu na dhambi zangu zote, nitakase na unioshe E Bwana kwa damu yako takatifu kwa hami yako takatifu ninaomba rehema kwenye familia yangu, ninaomba rehema kwenye maeneo yote ya maisha yangu, ninaomba rehema kwenye biashara yangu. E Bwana, kumbuka rehema zako e Yesu, kumbuka rehema zako. Katika jina la Yesu Kristo nitakase Bwana, nioshe Yesu, nisafishe Bwana, naomba uwepo na nguvu zako juu ya maisha yangu. E, Yesu nisaidie Bwana, nisaidie kutembea katika neema yako. Neno lako linasema ya kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha yote na kuya na kutukumbusha katika yale yote uliyotupa na kutuelekeza. Na mimi Bwana ninaomba uwepo wako, ninaomba nguvu zako, nikumbushe, nielekeze, nisaidie kuyatenda na kutembea katika neema yako Baba, nisaidie. Acha mkono wako na nguvu zako juu yangu, acha neema yako na kibali chako Roho Mtakatifu niongoze leo, kwa maana wanaongozwa na roho hao ndio wana wa Mungu. Na mimi nimechagua kutembea chini ya neema ya kiungu, na mimi ni mtoto wa Mungu. Ninatangaza kutembea katika neema yako Bwana. Niongoze katika maamuzi yangu, niongoze katika kazi yangu, niongoze katika familia yangu, niongoze Bwana, niongoze Yesu, niongoze Bwana, niongoze Bwana kwenye kazi za mikono yangu. Usinitenge na nguvu zako Bwana, kwa maana wewe ni nguvu zangu. Niongoze Bwana katika neema yako, niongoze Bwana, usinitenge na uso wako wala Roho kwa Mtakatifu usiniondolee, nijaze kwa nguvu zako Bwana, nijaze kwa uweza wako Bwana. Ninakabidhi kila kitu kwako, ninakabidhi maisha yangu kwako. Roho Mtakatifu niongoze, Roho Mtakatifu nisaidie. Katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako, ninaomba neema Bwana yako ikawe juu yangu Bwana. Naomba neema yako ikawe juu yangu na juu ya familia yangu. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Neema yako inanitosha, neema yako inan nitosha neema yako Bwana initoshe katika udhaifu wangu. Nipe kibali mbele za watu kama ulivyompa Yusufu, kama ilivyokuwa juu ya Yusufu. Neno lako Bwana likawe juu yangu, baraka zako zikawe juu yangu Bwana. Naomba neema ya kuongozwa na wewe Yesu, ninaomba neema ya kuongozwa na wewe. Neno lako linasema ya kwamba katika Hesabu sura ya sita mstari wa ishirini na nne na wa ishirini na sita bwana akubariki na kukulinda bwana akuangazie uso wake na kukufadhili bwana akuinulie uso wake na kukupa amani baraka hizo ziwe juu ya nyumba yangu naomba bwana baraka hizo zikawe juu ya familia yangu baraka hizo zikawe juu yangu e bwana kwenye kazi za mikono yangu na biashara yangu amani yako itawale ndani ya familia yangu Amani yako itawale kwenye kazi za mikono yangu. Bwana nisaidie, neema yako ikawe juu yangu, baraka zako zikawe juu yangu, usiniache, usinipungukie. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ulinzi wako Bwana, ninaomba ulinzi wako Yesu. Baba, ninatangaza ulinzi wako juu yangu Yesu, ninatangaza ulinzi wako kwenye maeneo yote ya maisha yangu, maana neno lako linasema ya kwamba atawaamuru malaika zake wa kulinde katika njia zako zote. Na mimi Bwana, ninawaamuru malaika walioko zamu kwa ajili yangu wakanilinde na kunizunguka mahali popote nitakapokuwa katika njia zangu, na neema yako ikawe juu yangu. Asante Bwana, nijengee ukuta wa moto kama ulivyoahidi Bwana ya kwamba nitakuwa ukuta wa moto wa kuizunguka na mimi Yesu, nizunguke ningi hapo na nitokapo, moto wako Bwana ukawe juu yangu baraka zako Bwana kawe juu yangu, kwa maana hakuna silaha yoyote itakayofanikiwa juu yangu, maana ni wewe Bwana umenilinda na kunitunza kila itwapo leo. Asante Bwana kwa kuwa kimbilio na ngome yangu. Ninaomba ukanilinde na kunitunza kwenye maeneo yote ya maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye biashara yangu na kila kilicho changu. E Bwana, asante Bwana, asante Yesu, asante Jehova, kwa maana kabla hata sijaomba, wewe Bwana umekwisha kujibu. Wewe uonaye ndani yangu, wewe uonaye sirini, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Yesu, kwa maana neno lako linasema ya kwamba yote myaombayo mkisali, amini kwamba mmepokea nayo yatakuwa yenu. Mimi Bwana, ninaamini ya kwamba neema yako itakuwa juu yangu. Ninaamini ya kwamba uwepo wako uko juu yangu. Ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yangu. Ninaamini ya kwamba umeisikia sauti yangu. Ninakushukuru kwa sababu unafanya kazi hata sasa. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Asante Bwana, asante Yesu, asante Jehova, asante Mfalme. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa ushindi, asante kwa kunisikia, ninakushukuru kwa amani, ninakushukuru kwa neema na kibali chako. Pokea sifa na heshima, uweza na nguvu vinawe Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen.